Ni kweli tunamshikilia meneja wa habari na mawasiliano wa, wa, wa, wa timu ya Yanga Ally Kamwe, na tunamshikilia kuanzia jana, taratibu za kiupelelezi zikiendelea, kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Kama mlivyoona, taratibu nyingine zinaendelea na zitakapokamilika tutaweza kutoa taarifa zaidi. Tumemwona Ally Kamwe, acho kinaendelea na je, alikama atafanikiwa kuchomoka leo? Ye, taratibu za kiupelelezi zinaendelea kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa na pale ambapo zitakamilika, basi haki ya dhamana itakuwa wazi Ili, ili, ili ni kosa ambalo amelifanya na amelifanya dhidi ya kiongozi, linaweza kuwa na athari kubwa. Na ukiangalia hata kwenye maneno ambayo ameyatamka anatamka ana kuitaja ama kama kwenda kuisemea kui, kui, kui, kui kwa mamlaka ya uteuzi ambayo inamhusu kiongozi mkubwa. ili, ili, ili ni kosa. Tunapozungumzia mambo ya michezo yazungumziwe kwenye mipaka ya mambo ya michezo, lakini mambo mengine ambayo yanahusu heshima na hadhi za viongozi yanatakiwa kubaki kwenye mstari wake. Taratibu za kiupelelezi zinaendelea na tutakuja kujulisha pale ambapo zitakamilika. Kama nilivyosema kwamba tuko kwenye utaratibu wa mahojiano, tunaendelea nayo, lakini hiki kitu kimeonekana wazi na jeshi la polisi limechukua hatua. Nafikiri nitapata nafasi nzuri ya kusema baada ya kuwa uchunguzi ume, umekamilika wa jambo hili. Ya, tunalifanya, tunalifanya kwa haraka na tutafikia hatua ya mwisho mapema inavyowezekana na kama nilivyosema kwamba baada ya kukamilisha vitu vichache leo hii haki ya dhamana itakuwepo. Na mshtakiwa pengine anaweza karuhusiwa na uchunguzi ukaendelea? Ndio. Kama nilivyosema kwamba tunamalizia vitu vichache haki ya dhamana itakuwa wazi.